Nyota wa zamani wa klabu ya Yanga ambaye ya anaitumikia anaitumikia Pyramids kwa sasa, Fiston Kalala Mayele aka gol skora mashine mwamba, anawafunga tu bila kelele. Kufunga kwake ni kama sherehe. Sasa leo Farabatis wakaleta kiherehele, amewakanda mpaka Yanga wameona gere <laughs> alo, Fiston Kalala Mayele ameifungia timu yake magoli mawili katika ushindi wa magoli manne kwa moja dhidi ya klabu ya AS Far Rabat katika mchezo robo wa robo fainali ya kombe la klabu bingwa barani Afrika, mechi ya mkondo wa kwanza kabisa ma first leg. Kabla ya mechi hii zilipigwa mechi nyingine tatu za robo fainali ya kombe la klabu bingwa barani Afrika ambapo Mamelodi Sundowns wa Afrika ya Kusini walimkaribisha Esperance de Tunis kutoka nchini Tunisia. Mamelodi walifanikiwa kuondoka na ushindi kiduchi wa goli moja kwa sifuri. Goli liloweka kambani na Peter Shalulile katika dakika 58 ya mchezo. Mchezo mwingine ulikuwa ni kati ya MC Alger versus Orlando Pirates ya Afrika ya Kusini, pia Orlando Pirates walifanikiwa kuibuka na ushindi wa goli moja kwa sifuri dhidi ya wenyeji wao MC Alger. Goli liliweka kambani na Mohan Conta katika dakika 64 ya mchezo. Mechi nyingine ilipigwa huko nchini Misri, Al Ahly wakimkaribisha Al Hilal Omdurman ambapo Al Ahly walifanikiwa kushinda goli moja goli kwa sifuri goli iliyokwamishwa kambani na Mohamed Hani katika dakika ya kumi na mbili ya mchezo. Hizo ndizo mechi ambazo zimepigwa leo katika klabu bingwa wa barani Afrika CAF Champions League. Mechi za robo fainali mzunguko wa pili ya second leg zitapigwa siku ya Jumanne ya wiki ijayo tarehe 8 Aprili kasoro mchezo mmoja tu wa Orlando Pirates versus MC Alger unatarajiwa kuchezwa tarehe tisa April. Ni mechi gani imefanya siku yako kuwa njema leo? Drop your comment hapo kwenye comment. Hii hapo ni Super Trove ya Dino Television, endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Hatimaye Mamelodi Sundowns masanda wana wanafuta uteja kwa Esperance de Tunis ya nchini Tunisia. Leo tumeshuhudia mechi ya mkondo wa kwanza robo finali ya kombe la mabingwa barani Afrika mchezo kati ya masandawana Mamelodi Sundowns kutoka Afrika ya kusini dhidi ya Esperance de Tunis. Masandawana wamefanikiwa kupata ushindi wa bao moja kwa sifuri dhidi ya Esperance de Tunis kupitia bao pekee la Pita Shalulile alilofunga katika dakika 54 ya mchezo. Ikumbukwe huu ulikuwa mchezo wa mkondo wa kwanza robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika yan first leg ambapo mechi ya mkondo wa pili itapigwa jumanne ya wiki ijayo tarehe nane April jijini Tunis, nchini Tunisia. Esperanza de Tunis wakiwa katika uwanja wao wa nyumbani watamkaribisha Mamelodi Sundowns. Kumbuka hii si mara ya kwanza vigogo hawa wawili kukutana. Msimu uliopita wawili hawa walikutana kwenye hatua ya nusu fainali ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambapo Esperanza de Tunis walifanikiwa kupata ushindi wa jumla mabao mawili wakishinda nyumbani na ugenini. Vipi, ulifanikiwa kuona mchezo huu? Je, yeah, ni mchezaji gani amekufurahisha zaidi katika mchezo wa leo na ni upi utabiri wako katika mechi ijayo ambayo mama Rodo watakuwa ugenini wakimfuata Esperanza ya Tunis. Naomba uniambie hapo kwenye comment. Hapa ni Super Trove ya Dino Television, endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.